Tangazo, huduma ya Preach Word of God Ministries LPWG inayoongozwa na mtumishi wa Mungu mwalimu na kuhani Mwakatenya wanakukaribisha katika ibada kubwa ya kuvuka bahari yako ya Shamu. Ibada hii kubwa itafanyika Ijumaa ya tarehe 30 ya mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Eneo ni ndani ya madhabahu ya LPWG online. Muda ni kuanzia saa nane kamili mchana mpaka saa moja kamili jioni. Kwa pamoja tunasema tunavuka na vitu vyetu, hatuachi kitu nyuma. Kwa mawasiliano zaidi, waweza piga simu namba 0763374801. Watu wote mnakaribishwa.